Habari za wakati huu mtazamaji wa Ayoma Media, ambayo unatufuatilia kupitia mitandao yetu ya kijamii kule YouTube pamoja na Instagram kama Ayoma TV. Tuko hapa kwenye ofisi za bodi ligi kuu soka Tanzania bara kuzungumza na afisa habari wa bodi ligi kuhusiana na mwendendo wa ligi kuu soka Tanzania bara ikiwa imesalia mizunguko mitatu tu kutamatisha ligi hiyo. Mwanzoni wakati ratiba inatoka, uh, ilikuwa ikionyesha kwenye mwezi wa tano tutakuwa tumemaliza ligi, lakini mwezi huu wa sita ndio mwezi ambao tunakuwa kufunga sasa ule msimu huu wa ligi kuu soka Tanzania bara, wamejipangaje, lakini ratiba hii uh, pia ipoje, lakini pia kwenye mechi za mwisho tunafahamu zinatakiwa zichezwe zote kwa muda mmoja, tatoweka wazi pia maandalizi uh, ya mechi pia ya fainali ya CRDB kwa sababu ndio mchezo wa mwisho ambao tuta tarehe ishirini na nane. Karibu, naitwa Zaina Mohamed, shwari nipange vizuri. Ya, niko vizuri, shukuru ongera kwa kazi nzuri unaoifanya, lakini pia tunawapongeza bodi ya ligi kwa kile ambacho kinaendelea. Ligi yetu haiko pabaya, tunajivunia uwepo. Asante sana na nyie pia ongereni, mmekuwa na mchango mkubwa kwenye kuitangaza hiyo ligi, kutangaza mazuri ya ligi na watu dunia nzima wanapata kujua kinachoendelea Tanzania. Kwa hiyo ongereni pia, shukran sana. Tupo kwenye mwezi ambao tunakwenda kwenye kutamatisha uh, ligi kuu soka Tanzania bara kwa msimu huu. Imesalia mizunguko mitatu tu kuhitimisha, na tayari ratiba ziko wazi, tukitoka kwenye FIFA break tunakwenda kwenye mechi za ligi. Ratiba hii ipoje? Lakini pia kama bodi ya ligi majipangaje kuhakikisha kwamba mwezi huu tunafunika kila kitu ambacho kilikuwa kimepangwa? Yeah, ni kweli tuko kwenye break na tutakaporejea, uh, tutakuwa na mchezo mmoja mchezo namba mia moja themanini na nne Young African Sports Club dhidi ya Simba Sports Club na baada ya hapo, hiyo itakuwa ni Juni kumi na tano, lakini Juni kumi na nane tuta timu zote kumi na sita zitacheza Juni kumi na nane kuanzia saa kumi kamili alasiri, ambayo e, ni michezo ya mzunguko wa ishirini na tisa. Baada ya hapo timu zote kumi na sita zitacheza Eh, Juni ishirini na mbili kuanzia saa kumi kamili alasiri eh, ambayo ni michezo ya mzunguko wa thelathini na wa mwisho. Kwa hiyo ni kweli eh, michezo ukiondoa huu mchezo wa Yanga dhidi ya Simba eh, michezo mingine yote itachezwa katika mtindo huo ambao eh, tuta tuna tutahakikisha eh, kila kitu kinakwenda sawa ili tutamatishe msimu kwa ubora kama ambavyo, eh, mwanzoni mwa msimu mpaka kufikia sasa imekuwa bora ratiba imekuwa ya kubadilika kama ambavyo tumeshuhudia, kuna athari zozote ambazo pengine zinapatikana au uh, jambo lolote ambalo linatokea hapa katikati, tukiachana na hizi uh, mechi za kimataifa ya kwa maana ya ratiba tulionayo sasa, sioni chances zozote za kubadilika. e, ratiba ilibadilika kipindi cha nyuma hapa kwa sababu ya changamoto mbalimbali ambazo mojawapo ilikuwa ni changamoto chanya. e, tuliona ratiba ile ambayo ilikuwa inahusisha michuano ya kombe la shirikisho Afrika ambayo klabu yetu ilikwenda mpaka fainali e, ilikuwa na mabadiliko fulani na yenyewe yakaathiri ratiba yetu na si tukaaccommodate kwa sababu ni jambo zuri E yeah, na tofauti na hapo basi, e, tunaamini ratiba hii sasa iliyopo hapa haitakuwa na mabadiliko yoyote kwa sababu tayari imesha accommodate kila kitu ikiwemo hiyo FIFA window na, na na michuano mingine ambayo ina, ina inaendelea hapa barani Afrika. Kwa hiyo kila kitu kila kitu kiko sawa na tutarajii kuona mabadiliko yoyote kwa sasa. Mmetukumbusha kuhusiana na mchezo namba mia themanini na nne uh, Young Africans dhidi ya Simba uh, taarifa zipoje kutoka kwetu, kwa sababu nyii ndio wahusika wa ligi yetu, wenyeji wa mchezo wanalipi kuhusiana na mchezo huu, tunayoona endelea mtandaoni, pengine tupate kutoka bodi ya ligi kitu kipi kipo? Yeah, taarifa kutoka bodi ya ligi kuu Tanzania ni kwamba mchezo namba 184 wa ligi kuu ya NBC ambao awali wa ulipangwa kufanyika Machi nane uliahirishwa, kwa sababu za kikanuni na zikaelezwa na baada ya kuahirisha kwenye taarifa ile ya kuahirisha tulitoa taarifa kwamba mchezo utapangiwa tarehe nyingine. Na baada ya kupita muda kidogo, eh, bodi ya ligi ilitangaza tarehe ya huo mchezo ambayo ni Juni kumi na tano na sasa hivi tunapozungumza hapa e, taarifa kutoka ndani ya bodi ya ligi kuu Tanzania ni kwamba mchezo namba mia moja themanini na nne Young African Sports Club dhidi ya Simba Sports Club utafanyika kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa Juni kumi na tano. Hiyo ndio taarifa kutoka bodi ya ligi kuu Tanzania kuhusiana na zile ambazo zinaendelea mtandaoni, wao wakidai hawachezi bodi ya ligi na taarifa hizo Aa, sasa bodi haiwezi kuwa na hizo taarifa za mitandaoni. Bodi yenyewe inawasiliana na wadau wake kupitia barua pepe, ila mimi na wewe tunazo hizo taarifa. Na mimi sio bodi. E, na mimi mm. E, mimi, mimi na akaunti yangu Instagram. Kwa hiyo ninapoenda kutembelea akaunti yangu natembelea na akaunti yako zai, natembelea na akaunti za wengine naona mnavyojadili, naona taarifa mbalimbali. Huyo ni Karim Boimanda, si ndiyo eh? Lakini bodi kama bodi ambayo mimi naisemea Eh, inawasiliana na wadau wake zikiwemo klabu kwa njia ya barua. Haziwasiliani, bodi haiwasiliani na klabu zake kwa njia ya Instagram wala X, wala Facebook TikTok, whatever, zinawasiliana kwa njia ya barua pepe, na hilo ndilo hilo ndilo ndilo ndilo kubwa. Police. Kwa hiyo kwa sasa hivi kitu ambacho sisi tunapaswa kukifahamu hapa ni kwamba eh, bodi taarifa yake mchezo utakuwa Juni 15. Hakuna taarifa rasmi pengine kutoka kwa mdau wenu Young Africans ndio mwenyeji wa mchezo. Taarifa ya nini sasa? Sisi ndio tumempa taarifa yeye. Sisi tulisema tutaahirisha mchezo Eh, na tulisema tuta tutapanga tarehe ya mchezo tumeshaipanga, na wa kwanza kabisa kuwasiliana nao ni hao wadau wa hiyo hiyo michezo ikiwemo Young African Sports Club kama mwenyeji Simba Sports Club kama mgeni e, wadhamini wetu wakiwemo broadcasters Azam Media, TBC na mdhamini mkuu NBC, pia tukatoa taarifa kwa umma kwa maana ya wadau wetu wengine wakubwa, eh, mashabiki ambao ni wadau wa muhimu kabisa, tukatoa taarifa kwao kuwaeleza kwamba tarehe hiyo. Kwa hiyo taarifa ni kutoka kwetu kwenda kwa Yanga. Bodi haitarajii ya taarifa kutoka Yanga kuja kwetu, kwa sababu tayari sisi tulikuwa tunawajulisha tuna Yanga na Simba na NBC na Azam na TBC na mashabiki kwamba mchezo utachezwa lini. Kwa hiyo hicho tumekifanya na ndicho ndicho, e, ndicho cha muhimu kwa sasa hivi kilichopo ni kwamba taarifa ipo rasmi kwao. Ya taarifa wadau wote wana taarifa, hata wewe najua una taarifa, si unakumbuka uliona press? Eh, mm -hmm. Eh, kwa wewe mdau wetu taarifa yako ni press, na kama hivi umekuja ofisini hapa kunihoji na kupata taarifa yako binafsi sasa, kwamba mchezo utafanyika Juni kumi na tano, mdau mmoja ameposti mchezo unaofuata ni dhidi ya Africans lakini huku upande wa pili bado tunaona kimya, ndio maana tumepata mashaka. Na pia ameposti mechi ambazo anazo mkononi ni mbili za ligi moja ya CRDB final. Ameposti wapi? oh, Instagram, Instagram. <laughs> ambako nimetoka kusema kwamba e, mimi na wewe tunaweza tukaona Instagram lakini hatuwezi sasa. Mimi niki, nikiwa nazungumza hapa nazungumza sasa kama msemaji wa bodi, kwa hiyo nazungumza tu kile ambacho bodi inakifahamu sio ninachokifahamu mimi personally. Kwa hiyo nikitoka hapa e, ukinioji sasa kama Karim Boimanda, kama Karim Boimanda nitakwambia e, nimeona post yako za hii e, umejipiga picha umepost, nimeona post ya nani amejipiga picha amepost au ya fulani, lakini kwa maana ya kwa maana ya uendeshaji wa ligi, mimi nikizungumza kama afisa habari, nazungumza kile ambacho bodi inakifahamu. Ya sasa, ma, ma, maandalizi yakoje sasa kuelekea Juni kumi na tano? maandalizi yanaendelea vizuri E, maandalizi of course yanahusisha pande zote hizo tulizozitaja, lakini mimi labda nitazungumzia upande wetu sisi kama bodi, si tunaendelea vizuri. Naendelea vizuri sana e, kumekuwa na vikao vinaendelea, tunajipanga kuhakikisha tunakuwa na mchezo bora, kwa sababu unajua dabi ni mchezo mkubwa, mchezo ambao ni alama ya ligi yetu, mchezo ambao unabeba hisia za watu wengi. Kwa hiyo maandalizi yake ni lazima yawe makubwa, yawe mazuri zaidi yawe bora, yawe yenye kuangalia pia b, vitu vingine mbalimbali. Kwa hiyo tuna- tunaendelea vizuri, tumeanza mapema na tunaendelea vizuri tukiamini itakapofika hiyo juni 15 kila kitu kitakuwa kimekaa sawa. Ni kwa muda gani mwenyeji wa mchezo anapaswa kuthibitisha maandalizi yake kwa bodi, kwa kwamba tuna tunashiriki kwenye kuandaa mchezo kuanzia moja, mbili, tatu, kusalama na vitu vingine? <laughs> Eh, kwa mujibu wa kanuni eh, timu mwenyeji amepewa jukumu la kuandaa mchezo. Bodi ya ligi haisubiri uthibitisho, yani kitendo tu cha klabu kukubali kushiriki ligi. Ukikubali kushiriki ligi ndio unapewa leseni. Ukishakubali kushiriki ligi, maanake umekubali kuandaa michezo yako yote ya nyumbani. Kwa hiyo hakuna muda wa kwamba bodi inasubiri uthibitisho kwamba kwa klabu iseme sawa, tumekubali kuandaa kitendo cha kukubali kushiriki ligi maanake umekubali kuandaa michezo yako yote ya nyumbani. Kwayo, kwa hiyo kwa kifupi ni hivyo kwamba timu mwenyeji anawajibika kikanuni kuandaa mchezo Maapoli, ha. ya ya na hapo, ulisema kwamba maandalizi yanaendelea, ina maana mmeshajithibitishia kwamba mwenyeji Maandalizi nime- kabla sijakwambia yanaendelea, nilikuambia yapo katika pande kadhaa, si ndio? upande mmoja wapo ni bodi ya ligi kuu Tanzania, upande mwingine ni huyo mwenyeji, upande mwingine ni mgeni, upande mwingine ni wadhamini wetu, kuna broadcasters huko na nani, hata wewe huko kwenye maandalizi, pande nyingi za wadau wa mashabiki, na wao kila mmoja ana maandalizi yake. Mimi nilikuwa tayari kuzungumzia maandalizi yetu. Eh? Kwa nini? Ni kwa sababu ni mapema mno sasa hivi bodi kuanza kuulizia maandalizi ya broadcaster. yaani tuanze kuwascrew Azam TV nye mejiandaje? Hapa sasa hizi ni mapema sana bado, lakini pia same tu kumuliza Simba unaandaaje u kunajandaaje au Yanga au sijui TBC au sijui NBC. Tunaamini wanaendelea na maandalizi yao na sisi tunaendelea na maandalizi yetu, itafikia wakati utalazimika sasa kukutana ama kutafutana kuulizana, tumefikia wapi. Kwa sasa hivi bado ni mapema yeah. Uh, kwenye wamesema kwamba wakati mwingine bodi haichukui taarifa za mitandao, ni kwa maana mtu anaposti zake like, Instagram huko, bodi haiwezi kuhusika nayo. Mara kadhaa wakati mwingine tumeona pia watu wakipelekwa kwenye kamati ya maadili kupitia taarifa ambazo wanachapisha kwenye mitandao yao ya kijamii, kwa sababu wakati mwingine huwa inazua taharu walichokifanya ni Africans bado ni kama ishara ya kuzua taharuki kwamba mchezo namba 184 hawajaorodhesha kwenye taarifa ambayo wameitoa wao. E, bodi haioni kwamba pengine kuna haja ya kutafuta uh, suluhu mapema ili kuondoa taharuki kwa wadau wake, kwa maana mashabiki na wengine, kuondoa usumbufu pengine ulijitokeza machinana? Ya, tuna nimezungumzia mawasiliano uh, nimezungumzia mawasiliano kwa maana ya si kwamba bodi haitambui uwepo wa mitandao ya kijamii bodi, sina kurasa zake kwenye mitandao ya kijamii. Kwa nini? Ina kurasa zake, inatambua inatambua uwepo wa mitandao ya kijamii, inatambua kwamba kuna watu wengi, wadau wetu sisi, wapo kwenye hizo kurasa za mitandao ya kijamii. Kwa hiyo ndio sababu mtu akitenda kosa huko kwenye mitandao ya kijamii anachukuliwa hatua, kwa sababu inatambua uwepo. Nilichozungumza mimi ni mawasiliano, yani kama klabu ya Simba inataka kuiambia ku kitu bodi hai post Instagram, si ndio? Kama klabu ya Namungo inataka kuiambia kitu bodi hai post Instagram. Kama, kama bodi ya ligi inataka kuiambia kitu klabu ya Yanga hai post Instagram. Na ukiona tumetoa taarifa ambayo inaonyesha inapaswa kufahamika na Yanga wakati u wa unaiona kwenye ukurasa wa Instagram Yanga ya alishaambiwa tayari. Kwa hiyo inakuwa tu inakwenda sasa kwa public, lakini before hapo ile klabu yenyewe inakuwa imeshaandikiwa barua ambayo ndio official communication. Kwa hiyo nikirejea kwenye swali lako, bodi inaendelea na maandalizi yake zikiwemo eh, eh, hizo tahadhari unazozizungumza lakini ni maandalizi ya ndani. Kwenye maandalizi yetu hatuwezi kusema kila kitu kwamba unajua tulivyoamka hapa asubuhi e, CEO amefanya hiki, ilivyofika jioni mwenyekiti wa bodi akafanya hivi e, mchana sijui msemaji alisema alifanya kitu hiki. Hapana, maandalizi yanaendelea na tunajali na kuchukua tahadhari zote ili e, kila kitu kiende kiende sawa. Kwa hiyo tuko vizuri, tuko vizuri na huko huko kwenye mitandao ya kijamii hata mimi nikifanya kosa, kuna kanuni za maadili zinanihusu. <coughs> <coughs> hata mimi nikifanya kosa huko, kuna watu wanafuatilia huko, na wana watasema Boimanda amefanya kosa kwenye ukurasa wake wa mitandao ya kijamii unapaswa kuchukuliwa hatua za kinidhamu, nitapelekwa kwenye kamati za maadili huko, nitashughulikiwa vizuri kabisa, eh, na presi itatoka eh, nyi mtaona kwamba bana amezingua amepigwa nyundo eh, eh, kabisa eh, kuna hmm kitu kinaitwa uchunguzi katika vitu ambavyo vilitajwa pale ambavyo vinafanyiwa uchunguzi. Kwenye ile taarifa ya Machi nane ilikuwepo swala ya kiusalama, ilikuwepo na swala iliyotajwa kwamba ni ni viashiria vya rushwa. Si unajua kuna taasisi inayoshughulika na mambo ya rushwa, si ndio? Si unajua kuna taasisi inahusika na mambo ya usalama. Kwa hiyo ukisikia uchunguzi, huo uchunguzi haufanywi na bodi ya Ligi Kuu Tanzania. Kwa hiyo kwa hiyo ee, jambo linalohusika na masuala ya usalama lipo kwenye taasisi inahusika na usalama, jambo linahusika na mambo ya rushwa liko kwenye taasisi inahusika na mambo kwa hiyo kuna watu nawasikia wanasema kwa nini kwa nini e, tarehe imepangwa wakati uchunguzi haujakamilika hamjatupa majibu. E, bodi sio chombo cha uchunguzi. Kuna mambo yake ambayo yako ndani ya uwezo wake inayafanya, lakini yale ambayo hayako ndani ya uwezo wake, ambayo yanahitaji utaalamu, yenyewe bodi ina nafasi ya kuyapeleka kwa wataalamu na ikaacha yaendelee, lakini haimaanishi kwamba bodi isitishe mambo yake yote kwa sababu ya ya ya ya ya hayo mambo ambayo hayajakamilika, si ndio? Inachoweza kufanya yenyewe ni kuendelea maandalizi, ikichukua tahadhari ya kila kitu, ikihitaji uhakika zaidi kwenye kila kitu, si ndio eh? Eh, na kadhalika. Kwa hiyo mwisho wa siku tuseme kwamba, eh, bodi kuendelea na maandalizi haifanyi kosa lolote eh kupanga tarehe ya mchezo wala si hakuna kosa lolote. Na hayo maswali ambayo sisi tulijiuliza tukakosa majibu tuka tukaona umuhimu wa kutafuta majibu sehemu zingine, yatakapopatikana majibu yake yatatolewa yatatolewa bila shaka, bila shaka yoyote, bila shaka bila shaka yote. Ukikwamishwa na chochote ni lazima hicho kitu kichukulie kwa uzito. Kwa maana ya tunapoelekea mchezo huu ni lazima tuta tutakuwa tuta tutakuwa na uangalizi wa kipekee zaidi kwenye masuala yote e, e, na pale ambapo inawezekana labda kuna nguvu ilikuwa iliwekwa ndogo kulinganisha na ukubwa wa tukio lenyewe, itaongezwa maradufu ili kuhakikisha kila kitu kinakwenda sawa. uh, mechi kubwa kama hii, wakati mwingine uh, masuala ya vingilio anakuwa kwa mwenyeji wa mchezo tunafahamu, lakini wakati mwingine bodi huwa inaamua kulingana na ukubwa wa mchezo nami tuangalie, ili watu wasije wakajaa wengi zaidi kupitiliza kulingana na na, na, na, na. Mechi ya Machi 8 tiketi zilianza kuuzwa, lakini kumbukumbu zangu zinanambia haikuwa sold out kwa maana uwanja hakuwa umejaa ni kwa namna gani li, umejipanga uh, kuona na, uh, kama mwenyeji anauza tiketi basi hakikishe kwamba hauzi tiketi idadi ya kupitiliza kupelekea uwanja uh, kuwa na watu wakazidi kuliko idadi inayotakiwa ya yeah, kapasiti ya uwanja inajulikana, uwanja yeah, wa Benjamin Mkapa kapasiti yake ni takriban watu elfu sitini na wakati zinauzwa tiketi Machi nane zili consider hiyo capacity, na zile tiketi bado zipo kwenye mfumo, zile tiketi zipo bado kwenye kadi za watu walionunua, kwa zile tiketi zimeuzwa. Kwa maana nini? Kwamba sasa hivi tunaendelea hapo tulipoishia. Kwa hiyo zitakapo, zinazouzwa sasa ni zile ambazo zilisalia Machi nane. Haziuzwi tena zile ambazo zilishauzwa, wale ambao walishanunua tiketi, zao zipo kwenye kadi zao na watazitumia katika huo mchezo. Kwa hiyo tiketi zinazouzwa sasa ni zile ambazo zili zilisalia so uh, hakuna hakuna changamoto wala hakuna haja ya kuwa na hofu juu ya eh, kuuzwa tiketi zaidi eh, eh, kwa sababu zilizosalia zinajulikana, ndizo ambazo tutakapotangaza kuanza kuuza tiketi zitatangazwa hizo ambazo zimesalia. Wadau, kuhusu dabi ya Karakoo iko Juni 15 Mchezo mkubwa, mchezo na mvuto wa kipekee. Unaweza ukafika uwanjani pale ukaenjoy vitu vingine kabla hata ya huo mchezo, yani usienjoy mchezo kama utakavyoenjoy vitu vingine. Kwa hiyo ni tukio, ni sikukuu ya watu wa mpira. E, kuna burudani nyingi sana e, e, tunavaaga nguo mpya pale Zai na kuona, <coughs> unapigaga suti zako e. Kwa hiyo kuna vitu vingi sana una vi, unafanikiwa kuvipata pale. Eh, kwa hiyo e, wito wetu sisi kwa wadau ni kama nilivyosema mwanzo, kila mtu sasa ajipange kwenda kushuhudia e, dabi ya Kareko Juni 15. Shukrani sana. Tukutane. Tulikuwa tukizungumza na afisa wa habari wa bodi ya ligi kuhusiana na mwendelezo alikuwa soka Tanzania Bara, lakini kikubwa uh, namna ambavyo anajiandaa kuelekea Juni kumi na tano. Naitwa Zaina Muhammad Alhaji Beri Mpusa nyuma ya kamera.